Amani, amani iwe pamoja nanyi, shalom e. Katika mwendelezo wetu wa jina takatifu la Yahshua ambaye ni mwana wa Yawe, nataka tuweze kuendelea katika somo hili sasa, rasmi, sio utangulizi tena. Utangulizi nimemaliza, sasa naingia katika somo rasmi. Ya jina la mwana wa yawe ni gani katika maandiko na tunalitafuta kwa sababu liweza kufichwa kwa sababu, kwa hivyo ni vizuri tunachimba zaidi, tujue jina hilo ni jina gani, kwa sababu kama siyo hivyo, basi tutaimie, tutaamini vile tu Biblia imeandikwa katika jina la Yesu. Lakini katika kuchimba na katika kujua zaidi, tutaweza kufunuliwa na Roho Mtakatifu jina hilo ni gani. Tuombe takatifu Baba muumba wa mbingu na nchi, katika jina lililo takatifu sana la Yahshua, tunakuomba Yahweh ukatupe e, ufafanuzi mzuri, ukatujulishe, ukatufunulie. Katika jina la Yahshua, endelea kutuongoza na ni katika jina la Yahshua tunaomba na kuamini. Haleluya. Tunapoingia katika somo letu, tuliona hapo mwanzo katika Waefeso wa Filipi mbili mstari wake wa nane na tisa tuliweza kuona jina hilo alikirimiwa, ni jina lipitalo kila jina, ili katika jina la Yahshua kila goti lipigwe duniani na hata binguni. Nitaanza somo langu pale e, niweze kuanza kuonyesha vile jina hilo e, ni jina gani. Lakini kwanza nitasoma kitabu cha Matendo eh, Yohana tano Yohana tano arobaini na tatu kwanza eh, na nitalisoma tena na tena, tano eh, arobaini na tatu eh, kitabu cha Yohana inasema: mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu wala ninyi hamunipokei Mwingine akija kwa jina lake mwenyewe mtampokea. Huyo mwawezaje kuamini ninyi, mnapokeana utukufu ninyi kwa ninyi, na utukufu ule utakawa kwa Yahweh aliye wa pekee hamfuati? Kwa hivyo tunaona ya kwamba Yahshua ama mwokozi alikuja akasema, aka yeye amekuja kwa jina la baba yake mwenyewe amekuja katika jina la baba yake mwenyewe wala watu wamemkataa. Mwingine akija kwa jina lake mwenyewe. Kwa hivyo Yahshua akawa ametabiri na ameonyesha ya kwamba kuna mwingine atakuja kwa jina lake mwenyewe, basi watu wataweza kumpokea huyo. Anauliza, mnawezaje kupokeana utukufu nyinyi kwa nyinyi, na utukufu ule utokao kwa Yahweh aliye wa pekee hamufutafuti, hawama hamuufuati? kwa hivyo kuna huu ni kwa hivyo watu wametengeneza jina jina la kutungwa jina la kutengenezwa ili watu waabudu kile kile ambacho sio hicho watolewe katika ibada ya kweli Yahshua mwenyewe ni utukufu ule utokao kwa baba kisoma Yohana moja Mstari wake wa kumi na nne inasema nasi tukauona, nasi, tukamu, kama kama, kama e, nasi tukamuona kama utukufu kama mwana nasi tukamwona kama mwana pekee atokaye kwa Baba amejaa neema na kweli. Ni utukufu wa pekee sana, Yahshua. Kwa hivyo ni, Yahshua ni utukufu ule utokao kwa Yahweh, ni utukufu ule utokao kwa Yahweh kabisa na, lakini kuna mwingine atakuja katika jina lake mwenyewe. Lakini tunapoendelea e, tutaona kweli Yahshua amekuja katika jina la Baba yake na ndipo sasa tuliposoma tulipo katika Waefeso mbili e, samahani Wafilipi mbili mstari wake wa nane na tisa. Tuliweza kuona ya kwamba ati kila ulimi ukiri ya kwamba Yahshua Masihi ni Yahweh. Tunasoma Biblia hizi zinasema ni Bwana, lakini hapo inafaa utukufu ni Yahweh. Kwa hivyo tunapoendelea, wacha tuangalie katika kitabu hicho cha Waefeso. Paulo alitoa maneno haya wapi? Kwa nini aseme Yahshua, kila ulimi ukiri ya kwamba Yahshua Masihi ni Yahweh? Kwa utukufu wa Yahweh Baba. Kwa nini aseme hivyo? Ni katika kitabu cha Isaya, katika kitabu cha Isaya arobaini na tano, Isaya arobaini na tano, Isaya 45, Isaya 45, Isaya 45, Isaya 45, Isaya 45 Mstari wake wa ishirini na mbili inasema, niangalieni mimi mkaokolewe, enyi ncha zote za dunia, maana mimi ni Yawe, hapana mwingine. Yawe ananena hapa, anasema yeye ni Yawe na hapana mwingine. kipata balipamiadiko Mungu unajua ni Yawe. Kwa hivyo ni Yawe na hapana mwingine. Anasi, anasihi ama anawaomba watu waweze kumwangalia yeye ili waweze kuokolewa. Kwa hivyo Yahweh ni mwokozi, Yahweh ni mwokozi aya. Mstari wa ishirini, kwa sababu wakimwangalia yeye e, wataokolewa. Mstari wa ishirini na tatu inasema kwa nafsi yangu nimeapa, neno hili limetoka kinywani mwangu. Ameapa tena neno hilo limetoka kinywani mwake, e, kinywani mwangu katika haki, wala halitarudi ya kwamba mbele zangu kila goti litapigwa, kila ulimi utaapa. Kwa hivyo tunaona ya kwamba mahali ama yule ambaye anafaa kupigwa magoti ni Yahweh, lakini tumesikia Yahshua e, mwana alikimilimiwa jina lipitalo kila jina ili katika jina la Yahshua kila goti lipigwe. Alafu mwokozi anakuja kutuambia amekuja katika jina la baba yake, kwa hivyo hajakuja katika jina lake mwenyewe, amekuja katika jina la baba yake. Kwa hivyo kila goti, kila ulimi ukiri Yahshua ni Yahweh. Kwa hivyo tunafaa kujua Yahshua ni Yahweh katika utukufu wa Yahweh Baba. Kwa hivyo ako na utukufu wa Yahweh riposa ya Yohana kumi na nne mstari wa sita ijiri inasema ya kwamba, e, inasa, e, mstari wa wa tisa inasema ya kwamba Filipo wakati alipo e, muuliza tuonyeshe baba ya naye yatutosha, ya naye ya akasema mkiusha kuniona mimi mmemwona baba. Wawezaje kutuambia kuniambia nionyeshe baba, tuonyeshe baba naye yaweza ya kututosha? anionaye mimi ameshamuona Baba, kwa sababu ya mwokozi ama mwana amekuja katika utukufu wa Baba. Ukimuona unamuona Baba, eh? ukimuona unamuona Baba, ako na utukufu wa Baba kabisa. Kwa hivyo na amekuja katika jina hilo la Baba yake, jina hilo la Baba yake. Kwa hivyo wakati jina lililipoletwa hapa duniani, Mariamu aliletewa jina akaambiwa huyo mwana ataitwa uh, jina la baba ambao tuliweza kuliona katika somo letu la kwanza la jina la baba. Ataitwa jina Yawe. Lakini sasa kwa sababu hapa tunaona Yawe, Yawe anasema mimi peke yangu ni mimi mwokozi, hakuna mwokozi mwingine, hapana mwingine. Kwa hivyo, Yawe ndiye ako na ujasiri na uwezo mwingi wa kuokoa. Kwa hivyo, Yawe ndiye mwokozi. Kwa hivyo wa, Yahweh akiwa katika kazi ya kuokoa alikuja duniani akawa katika kazi ya kuokoa, lakini alikuja kazi eh, alikuja duniani Yahweh mwenyewe. Katika jia gani alikuja? Akiwa katika utukufu, katika ndani ya mwana wake, katika ndani ya mwana wake, kwa sababu Yahshua anatuambia mimi niko ndani ya baba yangu naye baba ako ndani yangu. Kwa hivyo baba ako ndani ya mwana na mwana ako ndani ya baba, kwa hivyo wako hivyo. Kuna maandiko mengi tunaweza kusoma, hata Wakorintho wa pili tano ukitemka hapo chini, mstari ya dhiki ni wa kumi na nne ama kumi na tatu, inasema ya kwamba Yahshua Yahweh ako ndani, Yahweh alikuwa ndani ya mwana ya Yahshua akiupatanisha ulimwengu. Kwa hivyo alikuwa ndani ya, ni vizuri hilo andiko likalisome, ni vizuri andiko hilo, nimeona ni tamu sana eh, katika Wakorintho, Wakorintho wapili tano mstari wa kumi na tisa sio kumi na tatu. Samani, yaani yawe alikuwa Okay, vasa kumi na nane inasema, lakini vyote pia vyatokana na Yahweh aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Yahshua, naye alitupa huduma ya upatanisho. Yaani Yahweh alikuwa ndani ya masihi akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwasabie makosa yao, naye ametutia, ametia ndani yetu neno la upatanisho. Kwa hivyo Yahweh alikuwa ndani ya Yahshua akiupatanisha ulimwengu. Kwa hivyo, kwa hivyo alikuwa ndani ya mwana wake. Kwa hivyo Yawe ndiye alikuwa alikuja duniani, lakini ndani ya mwana ya mwana alikuwa na, na roho wa Yawe. Kwa hivyo Yawe alikuwa ndani ya mwana e, unaweza kuangalia somo langu somo ambalo nimelitengeneza ne, eh e, upatanisho inayosema kuhusu kupatanishwa ama upatanishwa, utaelewa hili zaidi ama andiko hili zaidi na zaidi. Kwa hivyo tunaendelea, nimesoma tu kwa sababu ya hiyo ambayo nimesema, Yahshua Yahweh alikuwa ndani ya mwana. Tunaendelea ili audio isiwe ndefu.